Assalamu alaikum na natumai mko salama sana e, tumetana hapa asubuhi ya leo kupeana e, dondoo mbili tatu kuelekea mchezo wetu wa kesho, mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mbeya City, mechi ambayo e, Simba Sports Club tutakuwa nyumbani kwetu kwa mara ya kwanza tukitumia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo na mechi itakuwa ni majira ya saa moja kamili usiku. Tayari mwalimu Selemani Matola ameshatoa maelezo ya kiufundi kuelekea mchezo huo, na sisi tukasema tutoe e, taarifa fupi kuelekea katika mchezo huo, hasa kwenye upande wa majukwani, kwa maana ya eneo nyeti la mashabiki lakini kabla hatujauzungumzia kiundani kabisa mchezo wetu dhidi ya Mbeya City jana, tumetoa taarifa kwa umma ambayo inahusiana na Simba Sports Club kukubaliana kuvunja mkataba na aliyekuwa meneja wa kikosi chetu Dimitar Pantev, ambapo makubaliano hayo yamehusisha vile vile yeye na wasaidizi wake wawili, ambaye ni kocha wa magoli kipa na aliyekuwa msaidizi wake namba moja. Wote kwa pamoja tumekubaliana kuvunja nao mkataba, kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili. Kwa mantiki hiyo basi e, hakuna upande wowote ambao unalazimika, unawajibika kutoa maelezo ya kina ama sababu za ndani kwa nini tumefikia maamuzi hayo ya kuvunja mkataba baina ya sisi na upande wa walimu. Kwa mantiki hiyo basi, taarifa ambayo inapaswa kuwafikia mashabiki wetu wa Simba kupitia ninyi ndugu zetu waandishi wa habari ni kwamba ni makubaliano ya pande zote mbili. Wapo watu ambao wana shauku kubwa ya kutaka kufahamu sababu za ndani za kufikia maamuzi hayo lakini tuseme tu ya kwamba ni makubaliano ya pande mbili, na hivyo hatuna sababu ya kutoka hadharani na kuanza kuelezea sababu ni moja, mbili, tatu ya kufikia maamuzi hayo. Lakini tunachoweza kusisitiza ni kwamba maamuzi haya ambayo tumeyafikia ni kwa maslahi mapana na maslahi makubwa ya Simba Sports Club, lakini vile vile ni kwa maslahi ya walimu wenyewe ama meneja mwenyewe. Maamuzi haya ambayo tumeyafanya ndani yake yana, yana msaada mkubwa mno kwa timu yetu ya Simba, yana maslahi mapana kwa maendeleo ya kikosi chetu cha Simba Sports Club. Kwa hiyo, eh, mashabiki wa Simba waendelee kutuamini ya kwamba tulichokifanya ni kwa maslahi ya timu yetu ya Simba Sports Club. Baada ya kuachana na Dimitar Pantev, kikosi chetu hivi sasa kitakuwa chini ya mwalimu Selemani Matola. Yeye ndiye ambaye ataongoza jahazi letu kwa mechi mbili ambazo ziko usoni mwetu hivi sasa, mechi ya tarehe nne dhidi ya Mbeya City na mechi ya tarehe saba dhidi ya Azam FC. Atangu kikosi kimerejea kutoka e, Mali, tukaingia kambini tumekuwa na program za maandalizi kuelekea mchezo wetu, na hii leo tarehe tatu tunafanya tena mazoezi ya mwisho chini ya mwalimu Selemani Matola kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City. Nichukue nafasi hii kuwatoa wasiwasi mashabiki wa Simba, uh, juu ya kumwamini mwalimu Selemani Matola na kwamba sisi viongozi wa Simba tunayo imani kubwa ya kwamba mwalimu Selemani Matola ana uwezo wa kutuvusha salama katika michezo miwili ambayo iko mbele yetu, kwa maana dhidi ya Mbeya City na dhidi ya Azam FC. Na kuweka kumbukumbu sawasawa, michezo yetu miwili msimu huu mpaka sasa tumecheza michezo mitatu ya ligi kuu ya NBC. Katika hiyo michezo mitatu, michezo miwili imesimamiwa na kuongozwa na mwalimu Selemani Matola na katika hiyo michezo miwili ambayo mwalimu Matola ametuongoza yote miwili tumepata ushindi, dhidi ya Fountain Gate, dhidi ya Namungo, tena ushindi mnono wa magoli matatu matatu kila mechi. Kwa hiyo hatuna wasiwasi wasi, hatuna mashaka na wala hatuna pressure yoyote kuelekea michezo yetu miwili e dhidi ya Mbeya City dhidi ya Azam, tuna imani kubwa ya asilimia mia moja mwalimu Selemani Matola atatuvusha salama katika michezo hiyo na tutapata ushindi bila wasiwasi wa aina yeyote ule. Kwanza ana uzoefu wa kutosha, lakini pili ana ujasiri usiomithilika, na tatu ana vigezo vya kutosha vya kuiongoza Simba kupata ushindi katika michezo hiyo miwili katika ligi kuu ya NBC. Msimu huu mpaka muda huu sisi ndio timu ambayo tuna matokeo chanya ya asilimia mia moja. Tumecheza michezo mitatu, tumeshinda michezo yote mitatu. Nafahamu hivi sasa kuna vuguvugu la Simba baada ya kupoteza michezo miwili kwenye michuano ya kimataifa. Wapo ambao wamejikatia tamaa wapo ambao wamevunjika moyo, wapo ambao wamesawajika kweli kweli. Lakini mimi nichukue nafasi hii kuwa, kuwarudisha wanasimba katika moyo wa kupambana, hasa katika ligi kuu. Katika ligi kuu hatujapoteza hata mchezo mmoja, na tumekuwa na mwenendo mzuri usiomithilika. Tumecheza michezo mitatu, tumeshinda yote mitatu, tumefata, tumeshinda mabao, tumefunga mabao saba, tumefunga mabao nane tumeruhusu bao moja pekee. Ni timu yenye takwimu bora kweli kweli katika ligi kuu. Ni timu yenye mwendelezo mzuri kweli kweli katika ligi kuu. Ni timu ambayo tuko sawa sawa katika ligi kuu. Kwenye michuano ya kimataifa ni kweli tumepepesuka, lakini kwenye ligi ya ndani, kwenye ligi kuu ya NBC tumekuwa na mwendelezo mzuri sana. Sasa basi matokeo ya kwenye michuano ya kimataifa haitakiwi kwa namna yoyote ile kuathiri mwenendo wetu katika ligi kuu. Haya ni mashindano mawili tofauti, haimaanishi ukiyumba huku uruhusu kuyumba na huku. Tumeyumba kwenye michuano ya kimataifa, tunakubali, tunakwenda kujipanga kwa ajili ya kufanya vizuri katika mechi zinazokuja, lakini kwa sasa nguvu yetu kwa sasa focus yetu, na kwa sasa tunachopaswa kuwekeza nguvu ni michezo yetu ya ligi kuu ya NBC, tukianza na Mbeya City huku. Katika ligi kuu hatuna kasoro hata moja, katika ligi kuu tuko sawasawa kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo, wanasimba tusikubali na wala tusiruhusu presha ya michuano ya kimataifa tukaamka nayo kwenye ligi kuu Ba, mabaya tuliyofanya kwenye michuano ya kimataifa yakaathiri mwenendo wetu kwenye michuano ya ligi kuu. Huku kwenye ligi kuu tumejipata tuko vizuri kweli kweli, na kwa mantiki hiyo tunapaswa kuendeleza moto wetu katika ligi kuu kwa maana ya kushinda mchezo dhidi ya Mbeya City na kushinda mchezo dhidi ya, ya Azam FC. Sasa, ili tuweze kushinda michezo hii miwili migumu ni lazima tusahau yote yaliyotokea kwenye michuano ya kimataifa. Ni lazima tuache lawama zote kwenye michuano ya kimataifa, tusahau yote yaliyopita kwenye michuano ya kimataifa na badala yake tukusanye nguvu yetu mpya, twende kwenye michuano kwe, ya, ya, ya ligi kuu ya NBC. Tusikubali hata kidogo, tusiruhusu hata mara moja kuyumbishwa na matokeo ambayo tumeyapata katika michuano ya kimataifa. Huku katika ligi kuu ya NBC, sisi tuko njema sana sisi tuko bora sana na tunapaswa kuendeleza ubora huo huo. Mtu asiingie kinyonge, asiingie na wasiwasi ya kwamba ah, Simba ime, imepoteza mechi mbili za, za kimataifa. Hata kwenye ligi kuu tunaweza tusiwe na maajabu yoyote. Mwanasimba yeyote asiwe na fikra hizo hasi katika kichwa chake. Kila mwanasimba lazima atambue ya kwamba hii ni michuano mingine kabisa na katika michuano hii sisi hatuna dosari ya aina yoyote ile, na kwa mantiki hiyo ni kwamba tunapaswa kujikusanya, tunapaswa kuingia kwa nguvu kubwa katika mchezo huo, na ili tuweze kufanikisha hilo ni lazima kila mshabiki wa Simba afanye anachoweza kufanya kesho tarehe nne, Alhamisi, aje katika uwanja wa Meja Isamuhyo kuja kuisapoti Simba yetu. Tusiwahukumu wachezaji wetu katika ligi kuu kupitia michuano ya kimataifa, ya kule ni kule, tutakwenda kudili nayo papendikula muda ukifika. Lakini huku kwenye ligi kuu ya NBC tunapaswa kuwatia moyo wachezaji wetu, tunapaswa kuwatia nguvu wachezaji wetu, tunapaswa kusimama nao. Tusiruhusu unyonge ukawaingia wachezaji wetu, wala unyonge ukatutawala sisi mashabiki tunapaswa kuwa na ari ile ile, kuwa na ari kubwa kweli kweli, kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City. Tunatakiwa kushinda mchezo huo na mchezo unaofuatia ili tuendelee kumaintain ubora wetu hasa katika ligi ya ndani. Simanzi itakuwa kubwa zaidi kwa wanasimba kama tutaruhusu na kwenye ligi ya ndani kuyumba kama ambavyo tumeyumba kwenye michuano ya kimataifa, lakini basi kule hatujafanya vizuri, huku kwenye ligi ya ndani ije itupe faraja. na na, na na na rai kwa, kwa, kwa mashabiki, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wachezaji wetu. Uh, mechi ya kesho dhidi ya Mbeya City iwe ni mechi ya wao kutufuta machozi mashabiki wa Simba, iwe ni mechi ya wao kupambana kufa na kupona, kutopatia ushindi mashabiki wa Simba. Wikendi hii imekuwa mbaya sanjari na wikendi iliyopita imekuwa mbaya kwa kupoteza michezo miwili mtawalia kwenye michuano ya kimataifa. Basi Alhamisi hii tunawaomba wachezaji wetu waende wakapambane wanavyoweza kupambana waende wakashindane wanavyoweza kushindana, waweze wakajitoe wanavyoweza kujitoa, na Simba tupate alama tatu mpira mkubwa na magoli ya kutosha, ili Wanasimba tufurahi kwa kupata ushindi huo, na tusahau yale yote ambayo yamepita katika michezo iliyopita. Lakini wachezaji peke yao hawawezi hilo, na mashabiki vilevile wanapaswa kujitoa kuja uwanjani na kuwatia nguvu wachezaji wetu, waendelee kupambana kwa maslahi ya simba yetu. Tayari tumetangaza viingilio katika mchezo huu, na viingilio tumeweka rafiki rafiki kweli kweli, kwa sababu nyingi kweli kweli, ikiwemo umbali wa uwanja wa wa ulipo, siku yenyewe ni ngumu, Alhamisi, muda wenyewe vilevile, ndiyo maana tukawsema wacha tuweke kiingilio wa rafiki sana, walau iwe sehemu ya kumvutia shabiki kuja uwanjani. Mzunguko tumeweka shilingi elfu tatu. Tunaamini kila mwana simba ana uwezo wa kumudu kuja uwanjani. Mbweni kule e, kuna hiyo changamoto ya usafiri, lakini tumeweka kiingilio rafiki ili at least e, gharama nyingine za shabiki wa simba azitumie kwenye usafiri na kiingilio kiwe kidogo aweze kuja uwanjani lakini VIP ni shilingi elfu tano kwa hiyo ni kiingilio ambacho kila mtu ana uwezo wa kumudu na kuja uwanjani. Lakini tufanye kama ambavyo tulifanya kwenye mechi dhidi ya JKT. Mashabiki wengi zaidi walikuja kwa mtindo wa pamoja, kwa maana ya kwamba e, watu walikodi gari, walikodi bajaji, wakaamua kuja pamoja uwanjani tuki tukiwa na utaratibu huo inatusaidia kuondoa usumbufu kidogo wa kufika Meja Isamuyo kule Mbweni. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwa mashabiki wa Simba eh, wanaoweza kukodi bajaji kwa pamoja. Eh, mechi na JKT ile niliwaona, nili, nili eh, wenzetu wa kapu la magoli wamekodi wame bajaji kutoka Tandika, wamekuja mpaka Mbweni kuja kuishangilia Simba, wengine wamening'inia namna hii kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mlango lakini wamekuja mpaka uwanjani kwa ajili ya kuishangilia Simba yao. Na matawi mengine ama makundi mengine vile vile walikuja uwanjani kwa mtindo wa pamoja, na hiyo ikasaidia kwa kiasi kikubwa kuwapunguzia adha ya usafiri. Na katika mechi ya kesho vile vile niwaombe mashabiki ya Simba tutumie mfumo huo huo, wale ambao wanaweza kujiorganize katika tawi eh, kama vile tunaenda mikoani tu eh, mnachanga na ulienu pamoja, na kisha mnakuja uwanjani kuja kuishangilia Simba yetu. Mimi niseme kitu kimoja very important kwa mashabiki wa Simba, yote yawe yote, yazungumzwe na yote yatokee na kila kitu kifanyike, lakini sapoti yetu kwa timu yetu ni kitu ambacho hakina mjadala. Sapoti ya shabiki kwa Simba yake ni kitu ambacho hakihitaji compromise. Sapoti ya ya shabiki kwa simba yake ni jambo ambalo haliepukiki, kwa sababu simba hii ni simba ambayo tume tume tumeichagua tume, na kwa mantiki hiyo tuna sababu ya kuilinda. Kuilinda kwake ni kuipa sapoti katika nyakati zote, hasa nyakati ngumu. Kwa hiyo ushabiki wa simba, vyovyote utakachokuwa unafikiria kichwani mwako lakini swala la kuja uwanjani kuishangilia ya Simba yako ni jambo ambalo haliepukiki kwa maslahi ya Simba yako. E, mechi ya Simba mashabiki wanaopaswa kuja kwa wengi uwanjani ni mashabiki wa Simba. Huwezi kusema mimi shabiki siendi uwanjani ukategemea watakuja mashabiki wa Mbeya City. Mbeya City haina mashabiki mjini hapa. Kwa hiyo mechi ya Simba mashabiki wanaopaswa kuja ni mashabiki wa Simba. Nichukue nafasi hii kuwaalika, kuwaita na kuwaomba mashabiki wa Simba waje kwa wingi uwanjani siku ya kesho, tuje tuishangilie Simba yetu, twende tukachukue alama tatu, tuwe na mwendelezo mzuri katika ligi kuu ya NBC. Kwenye kuhitimisha, eh, nihitimishe na taarifa kuhusiana na kocha Jana tumetoa hiyo taarifa, na kwamba mchakato wa kutafuta kocha mwingine tayari umeshaanza, na jambo zuri ni kwamba eh, baada ya mechi na Azam FC tarehe saba, ligi itasimama na mashindano yote yatasimama mpaka hapo baadaye, mpaka mwezi wa kwanza tarehe kumi na nane ambapo Afcon itamalizika. Maana yake ni kwamba E, tuna muda hapo wa kumtafuta mwalimu aliyekuwa bora na, na, na, na, na mzuri. Tutakapompata tukamkabidhi timu na mwalimu akawa na muda wa wiki isiyopungua tatu nne mpaka wiki mbili tatu mpaka nne za kufanya maandalizi mazuri na kutengeneza timu yake kuelekea mechi yetu ya tarehe ishirini na tatu ama ishirini na moja ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance. Kwa hiyo timing wise kwa maana ya muda ni mzuri mno hapa, kwamba una utulivu wa kutosha wa kutafuta mwalimu na mwalimu ukampata ukamkabidhi timu akapata wiki tatu nne za kufanya maandalizi makubwa kuelekea katika Eh, duru inayofuata ya michuano mbalimbali. Yaani kwa ufupi ni kwamba tuna kama ka pre-season kengine fulani hivi kinakwenda kupatikana very soon, ambacho hicho itakuwa ni advantage kubwa kwa mwalimu wetu mpya atakayekuja kuja kukaa na wachezaji, kujua tabia za wachezaji kujua viwango vya wachezaji, ubora wa wachezaji, udhaifu wa wachezaji, na kutengeneza timu ambayo itakwenda kutupigania kwa msimu huu wa 2025 2026. Mimi nimemaliza. Kama kuna swali <tiped> Kwanza lazima tukiria kwamba eh, kutana na timu zote ligi kuu, lakini usikutane na Mbeya City. Ni moja kati ya timu eh, ambayo ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina hulka na ina uwezo wa kucheza na timu kubwa na ikamdhibiti vizuri. Mbeya City ana uwezo huo na hajaanza leo Mbeya City, eh, ubora wake tangu miaka hiyo mpaka hivi sasa bado ameweza ku maintain, anaweza akapepesuka, lakini ubora wake dhidi ya timu kubwa huwa uko, uko, uko pale pale. Ni ngumu mno kucheza na Mbeya City kipindi hiki hasa, na wao wakiwa wametoka wame kutimua kocha wao na mara nyingi ama mara zote eh, wa timu inapocheza mchezo wake wa kwanza bila kuwa na kocha waliyemtimua, huwa inakuwa na mechi ngumu sana, ama inakuwa ni mechi ngumu sana, kwa sababu hapo kila mchezaji anajiona yuko huru kwenda kupigania nafasi katika timu yake hiyo. Kwa hiyo tutegemee Mbeya City kesho watatupa mchezo mgumu kweli kweli, kwanza kwa necha yao ya ugumu wao lakini vile vile kwa aina yao ya ushindani waliokuwa nao na confidence waliokuwa nao. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu, lakini sisi tumejidhatiti na tumejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata matokeo mazuri katika mchezo huo dhidi ya wao. sababu wangu za kama taarifa yetu inavyojeleza, ya kwamba tumeachana eh, na mwalimu meneja wetu Dimitar Pantev kwa makubaliano ya pande zote mbili, yaani sisi na yeye, tumekaa mezani tukakubaliana bana, hii ndoa yetu ifikie tamati hapa. Na kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili na kila mmoja ameridhia eh, kuvunja uhusiano huu, hatulazimiki hatuwajibiki, na haitakiwi eh, pande yeyote kati ya hizi mbili kutoka hadharani na kuanza kusema tumeachana kwa sababu moja mbili tatu, iheshimiwe na, na na itambulike ni kwamba ni kwa maslahi ya pande zote mbili, na kwa sisi Simba Sports Club ee, makubaliano haya ambayo tumefikia ya kuachana na mwalimu Dimitar Pantev ina maslahi makubwa mno kwa Simba Sports Club. Ndio, kiufundi sasa hivi, na, na na labda na, kwa sababu so, tunaona fatu waliandaa timu eh, labda icheze mfumo fulani, tunaona fatu ukaje icheze mfumo fulani, anakuja kocha hivi, manake wachezaji wanashindwa kuelewa, tushike liku haina athari kubwa sana kwa sababu uh, ni kweli Fandu aliandaa mikakati yake, akaacha timu, akaja Pantev, vile vile nayeye akaandaa mkakati wake, lakini tunaye mtu ambaye ana uwezo wa ku digest mbinu eh, na mifumo ya walimu wote miwili, alafu akaja na mfumo ambao utakuwa utakuwa utakuwa mzuri kwa wachezaji wetu, kwa maana ya kwamba Uh, mwalimu Selemani Matola anawafahamu wachezaji wa Simba Sports Club, anafahamu ubora wao, anafahamu udhaifu wao, anafahamu wana mahitaji gani, wanataka ili waweze kucheza vizuri. Kwa hiyo ni rahisi mno kwa Selemani Matola kupanga kikosi ama kufanya maamuzi kuelekea mechi yetu dhidi ya City, kwa sababu tayari anawajua wachezaji wote, amekaa nao pre-season amekuwa nao wengine tangu misimu iliyopita na hata hawa wapya ameshakaa nao muda wa kutosha. Kwa hiyo, mwalimu Matola anajua kwa aina wachezaji niliokuwa nao naweza nikawapanga kwa namna gani Simba ipate matokeo. Kwa hiyo, ingekuwa pengine, e, mwalimu anayekuja ni mpya kabisa tungeweza kusema hapa kutakuwa kuna changamoto ya kiufundi, lakini kwa kuwa ambaye anashika mikoba hivi sasa ni Matola. Matola anamjua vizuri Swa, Matola anamjua Morris Abraham, Matola anamjua Kante, Matola anamjua Kamar. Kwa hiyo anajua nani nimweke, nani wapi nimpange, nani na nimwambie kitu gani, ili aweze kutimiza majukumu yake. Kwa hiyo athari za kiufundi kuachana na, na, na, na walimu wawili ndani ya muda mfupi, ndani ya timu yetu hautaiona, kwa sababu backup iliyopo inayochukua e, hiyo mikoba iko sawasawa, sawa. sio mgeni kwa kitu chochote kile.